Jina langu naitwa Frederick Baijukya ni mtafiti kutoka taasisi ya IITA, ko hapa kwa ajili ya mkutano ambao unahusu mechanization. Mechanization ni kwa nyenzo za kuwezesha wakulima kuweza kurahisisha kazi mashambani, lakini hapapo kuongeza ubora wa mazao yao, na um, hapo hapo kuongeza uh, tualeta standard viwango vya mazao wanayozalisha. Mkutano um, huu umejumuisha uh, wataalam kutoka nchi mbalimbali, sema wataalam, kuna watafiti, kuna watu wa ugani, lakini kuna taasisi zinazowezesha wakulima, ikiwemo taasisi za fedha uh, kikubwa kilichoongelewa hapa ni namna gani tunaweza kuwasaidia wakulima uh, hasa wakulima wetu wadogo wadogo kuweza kuongeza Uh, ubora wa mazao yao, uh, kuongeza uzalishaji mashambani uh, ku, uh, uh, uh, kwa kutumia teknolojia ambazo zipo kuweza kupunguza nguvu kazi mashambani. Tunachokipata hapa kikubwa zaidi ni kwamba kuna mifumo mbalimbali, lakini kuna fursa mbalimbali ambazo wakulima wanaweza kazitumia, kuwepo uh, taasisi za kifedha, taasisi za kifedha ambazo zinaweza zikawapatia hizi uh, tunasema ni pembejeo za kuweza kutumia mashambani na kuweza kuongeza uzalishaji wao na kupunguza um, nini matumizi ya nguvu kazi ambayo ni kubwa kuja kuongeza kiza uh, kwenye kilimo chetu. Kwa hiyo teknolojia um, ni nyingi uh, mifumo ni mingi uh, kitakachofanyika um, kulikuwa na uwasilishaji. Sisi tunarudi nyuma kwenda kuchakata sasa hii uh, mifumo na tuijadili vizuri kuona ni ipi naio wapaa wakulima wa wapi wanaofanya uh, wanaolima zao gani na katika maeneo gani ya uh, nchini kwetu Tanzania. Matarajio hasa uh, sisi ni kuwaunganisha wakulima hasa na taasisi za fedha. Mfano hapa tumeona Benki ya Kilimo, tumeona Benki ya Ushirika, na kwa kweli wamejipambanua vizuri, wametuwezesha wanawezeshaji wa wakulima, lakini wakiskia kama wawepo kwenye vikundi. Kwa hiyo wakulima, tunao wakulima, kwa kweli wamemasika sana n sisi matarajio yetu ni kama sasa tutaenda ku ku, ku, ku, ona namna gani ya kuunganisha hawa wakulima ambao tayari wanaongeza uzalishaji na, wana, na, na na tija kule mashambani kuweza kupata uh, usaidizi hasa kutoka kwenye taasisi za kifedha.